Rais William Ruto ameorodhesha anayotaja kama mafanikio yake katika kipindi ambacho amekuwa uongozini, akisema kuwa serikali yake inazidi kutimiza ahadi alizotoa kwa Wakenya. Aidha, rais amewasuta wakosoaji wake akisema kuwa ahadi walizozipiga vita sasa zinatekelezwa. Na kama anavyotuarifu Stephen Leto, rais ametumia hotuba yake kuorodhesha aliyofanikisha kufikia sasa na anayotazamia kufanya baadaye. Rais William Ruto alianza hotuba yake kwa mabunge yote mawili kwa kuwarushia vijembe Wakenya waliokuwa wakishuku uwezekano wa ahadi zake kutimia. Rais akielezea kuwa wakosoaji wake ndio sasa wanaofaidika kwa ahadi hizo. And when we broke ground across the country, they suggested that these projects would stall. Today, those doubts have given way to a very different question from Kenyans everywhere. How do I own one of these units? Rais Ruto anasema kuwa alipochukua usukani mwaka wa 2022, taifa lilikuwa hali mahututi na sasa ameliondoa kwenye hatari.

Rais Ruto akisifia juhudi alizoweka kwenye sekta ya kilimo na hasa bei nafuu ya pembejeo ambazo anasema zimechangia pakubwa kuimarika kwa uzalishaji na kusababisha gharama ya chakula na maisha kushuka. Productivity in all our agricultural sectors has gone up. National maize harvests have risen from 44 million bags in 2022 to 67 million bags in 2024, setting the stage for a historic harvest this year. Rais akijisifu kwa kuimarisha hali ya maisha ya Wakenya kupitia juhudi zilizowekwa katika sekta ya afya na haswa mpango wa bima ya afya SHA. 27 million Kenyans are now registered in SHA. More than triple the number ever reached by the former NHIF. This is a demonstration that leaving no one behind was and is Rais William Ruto aidha amesema kuwa ameimarisha sekta ya elimu nchini kwa kuhakikisha kuwa fedha zaidi zimetengewa sekta hiyo. Miundo msingi ya shule imeimarishwa na fedha za kuwagharamia wanafunzi shuleni zimeongezwa.

Rais Ruto aidha, amepigia debe mpango wa pesa zinazolenga kuwainua vijana kwa kuwapa pesa za kuanzisha biashara kupitia hazina ya Hasla na Nyota na pia kuwapa ajira kupitia mpango wa nyumba. Rais William Ruto ameweka wazi ripoti ya utendakazi mbele ya bunge na kuwakejeli wapinzani wake kuwa sasa ngoma itambae ukuu, macho yake sasa yakizidi kulenga mwaka wa 2027. Stephen Sten Leto runinga ya Citizen kutoka majengo ya Bunge.